Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema utekelezaji wa tozo mpya kwa unaoagiza magari kutoka nje ya nchi inayoitwa HIV Response Levy inatokana na sheria iliyopitishwa no na Bunge mwaka wa fedha uliopita, na fedha zitakazopatikana ambazo ni asilimia sabini zitatumika kununua dawa za kufubaza virusi vya UKIMWI na asilimia 30 zitapelekwa katika mfuko wa bima ya afya kwa wote. Hayo yameelezwa na meneja wa elimu kwa mlipa kodi kutoka TRA hey po Walalaze wakati akizungumza na mwandishi wetu Joseph Mpangala baada ya kutembelea ofisi za Azam TV. Mamlaka ya Mapato Tanzania, kwa mwaka huu wa fedha ambao tumeanza 2025/2026 tumeanza kufanya vizuri kwa miezi yote uh, mitano tokea mwezi wa saba hadi mwezi wa kumi na moja tumefanya vizuri kwa kuvuka lengo uh, kwa yale malengo ambayo tumekadiriwa. Ikumbuke kwamba mwaka huu wa fedha TRA tumekadiriwa kukusanya lengo la trilioni 36 katika bajeti kuu ya serikali ya trilioni 56. Kama TRA mmewezaje kufikia malengo ya ukusanyaji wa mapato kwa mwaka huu 2025 tokea tulivyoanza Januari hadi kufikia mwezi wa 11 tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na walipa kodi na imekuwa ni chachu ya kufanya vizuri katika makusanyo hayo. Hatujatumia nguvu, hatujafunga biashara za watu, ni sehemu tu ambayo kutekeleza yale maelekezo raisi ya mheshimiwa rais ya kuwashirikisha wadau wetu, tunaita taxpayers engagement. Tumekuwa tukishirikiana nao na katika hivyo tumetatua migogoro yao. Ikumbuke kwamba kamishna mkuu ameweka siku ya Alhamisi, kila ofisi, kila meneja, kila kamishna ni siku maalum ya kuwasikiliza wadau wetu, lakini sana wadau wetu nikimaanisha walipa kodi, lakini zaidi sana lile dawati la uwezeshaji la biashara. Mnaposema mmevuka malengo, labda mmekusanya kiasi gani katika kipindi hichi cha mwaka wa fedha? Kila mwezi tumeweza kukusanya zaidi ya asilimia mia moja na ukiangalia kwa mwezi wa kumi na mbili tumewekewa kukusanya lengo la trilioni nne, tukiamini kwamba kama tulivyofanya vizuri kwa mwaka kwa miezi yote mwezi wa uh, saba uh, wa nane wa tisa tutaweza hata kukusanya kuvuka lengo la huu mwezi wa kumi na mbili la kukusanya hiyo trilioni nne. Kuna taarifa za kuongezeka kwa aina mpya ya kodi inayoitwa HIV Response Levy, hii ina ukweli gani? Katika mabadiliko ya sheria za kodi kwenye mwaka wa fedha 2025-2026 moja wapo wa sheria ambayo imefanyiwa mabadiliko ni ile sheria ya, ya usajili wa vyombo vya moto mm. Na hii kumbuka, sheria hii imepitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia ule mwezi wa sita na utekelezaji wake umeanza mwezi wa saba. Kwa hiyo tokea mwezi wa saba wale wote ambao wako wanaingiza magari yanayotumia ya mafuta yenye cc uh, wanaenda kulipa hii tozo inaitwa HIV Response Levy, na, na inalipwa kwa njia hizi mwenye gari yoyote ambayo ina cc anaingiza gari yoyote kwa yenye uh, cc kuanzia sifuri mpaka elfu moja anaenda kulipa elfu hamsini cc elfu moja na moja mpaka elfu moja mia tano anaenda kulipa shilingi laki moja elfu moja mia tano na moja hadi elfu mbili anaenda kulipa shilingi laki moja na nusu. elfu mbili na moja hadi elfu mbili mia tano anaenda kulipa shilingi laki mbili elfu mbili mia tano kuendelea mitambo na kadhalika naenda kulipa shilingi laki mbili na nusu. Niwaambie tu wa Tanzania, hii tozo au hii kodi nalipo mara moja tu wakati wa kuingiza kile chombo cha moto, sio kwamba itaenda kulipwa uh, kila mara. Nakumbuka kwamba hii tozo au hii, haya malipo, hii kodi ndio inaenda kutusaidia kwa ajili ya kupata dawa zile kwa ajili ya kufubaza uh, yale makali ya, ya VVU. Lakini pamoja na hivyo asilimia 30 uh, yake ile ile kodi ndio inaenda kwa, uh, kwa ajili ya mfuko wa bima kwa wote.